Maneno mengine unaweza ukawa unatamkiwa kama utani, lakini ni mbegu, kwa sababu kila neno ni mbegu, na hakuna mbegu isiyoota. Kwa hiyo neno lolote ambalo umetamkiwa kwenye maisha yako au umejitamkia we mwenyewe, hilo neno linaweza likawa ni mbegu itakayostawi vizuri, au linaweza likawa ni mbegu itakayokusumbua kuchipua au kuleta matunda kwenye maisha yako. Umeifunga ndoa yako kwa maneno yako magumu. Umeufunga wito wako kwa maneno yako magumu. Umeifunga biashara yako kwa maneno yako magumu. Umeifunga magumu. Umeifunga kazi yako kwa maneno yako magumu. Ni mfanya biashara, lakini ukipitia hali kidogo tu ya kibiashara ya mtikisiko, unasema hali ya biashara ni mbaya. Kuna kitu unaumba kwenye biashara yako. Neno linaweza likafunga juhudi zako, haijalishi umesoma, haijalishi unatokea kwenye familia ambayo ina watu wanaokusapoti, haijalishi una juhudi. Ni watu wangapi leo ambao wana juhudi, lakini maisha yao yako pale pale lakini ukiwaambia hawa watu, rudi nyuma, utafakari ni maneno gani umekuwa ukijitamkia we mwenyewe na ukiwatamkia wengine. Toka nchi hii ipate uhuru, wamepita marais kadhaa. Kwenye masikio yangu nimewaona marais wengi tu wa nchi hii lakini rais mmoja nilimsikia akisamka kwamba Tanzania ni nchi tajiri. Alifika hapo nini? Alikutana na maneno ambayo tayari yametegwa kwenye taifa la Tanzania.